Sayansi ya kijeshi ya Irani ni ya kipekee kwa sababu imejikita katika mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa, ubunifu wa ndani kutokana na vikwazo vya kimataifa, na mbinu za kivita visivyo rasmi, asymmetric warfare. Hapa kuna uchambuzi wa nyanja kuu zinazounda nguvu ya kijeshi ya Irani: teknolojia ya makombora, missile program. Huu ndio uti wa mgongo wa ulinzi wa Irani. Kwa sababu Irani haina ndege nyingi za kisasa za kivita, imewekeza sana kwenye makombora kama njia ya kuzuia maadui. Makombora ya masafa marefu: Irani ina arsenal kubwa zaidi ya makombora ya balistiki katika Mashariki ya Kati, kama mfululizo wa Shahab, Ghoram Shahr na Sejil. Usahihi wa precision. Katika miaka ya hivi karibuni, wamefanikiwa kuongeza usahihi wa makombora yao, wakihama kutoka kwenye makombora yanayolenga eneo pana kwenda kwenye yale yanayoweza kupiga shabaha maalum. Hypersonic: hivi karibuni, Irani imedai kutengeneza makombora ya hypersonic kama Fata, yanayoweza kwenda kasi mara tano zaidi ya sauti na kukwepa mifumo ya ulinzi. Irani imechukua nguvu ya kimataifa katika teknolojia ya droni. Sayansi yao hapa inajikita katika kutengeneza droni zenye gharama nafuu, lakini zenye ufanisi mkubwa. Shahid na mahujuru, hizi ni droni zinazotumiwa kwa upelelezi na mashambulizi ya kamikaz, droni inayojilipua kwenye shabaha. Mbinu ya makundi Swarm Intelligence. Irani inafanyia kazi sayansi ya kurusha droni nyingi kwa mpigo ili kuzidisha uwezo wa mfumo wa ulinzi wa adui na kuushinda nguvu. Katika huba ya Uajemi, Irani haitumii meli kubwa za kivita pekee, badala yake hutumia boti ndogo za kasi zikiwa na makombora. Boti hizi hutumia mbinu ya nyuki kuvamia meli kubwa kwa pamoja kutoka pande zote. Mabomu ya majini na nyambizi. Wamebobea katika kutengeneza nyambizi ndogo kama daraja la Hadir ambazo ni vigumu kuzigundua kwenye maji machafu ya huba. Baada ya kuwekewa vikwazo vya kununua mifumo kama S-400 ya Urusi kwa muda mrefu, Irani imetengeneza mifumo yake Bavar-373. Huu ni mfumo wa ulinzi wa anga wa masafa marefu ambao Irani inadai unaweza kushindana na S-300 ya Urusi au Patrioti ya Marekani. Hornad 15, mfumo wa randa wa makombora wenye uwezo wa kufuatilia shabaha kadhaa kwa wakati mmoja. Sayansi ya kijeshi ya Irani haiishii kwenye silaha za nchakali pekee, wamewekeza sana katika vitengo vya adui kwa ajili ya ujasusi wa kidijitali kuvuruga mifumo ya miundombinu ya adui: maji, umeme na mawasiliano. Kwa sababu ya vikwazo, sayansi ya kijeshi ya Irani inategemea sana reverse engineering, kuchukua silaha za nchi nyingine kuifungua na kuelewa jinsi inavyofanya kazi ili kutengeneza yao hii imewafanya wawe mabingwa wa kutumia rasilimali kidogo kupata matokeo makubwa. Kumbuka Irani ina majeshi mawili: jeshi la taifa Artesh linalolinda mipaka na jeshi la walinzi wa mapinduzi IRGC ambalo linajikita zaidi katika teknolojia hizi za kisasa na operesheni za nje ya nchi. Hii ni HD 700 kwa hayo na mengine mengi usisahau kusubscribe.